Jeshi la Israel limewakamata mamia ya wanaharakati akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden, greta Thunberg, baada ya kukamata msafara wa meli za misaada uliokuwa ukielekea Gaza. Tukio hilo lililotokea katika maji ya kimataifa limezua hasira duniani na kuchochea mjadala kuhusu mzingiro wa baharini unaoendelea dhidi ya Gaza. Msafara huo wa Global Samad Flotilla, GSF, uliokuwa na zaidi ya meli 40 na watu takribani 500 ulizuiwa na jeshi la majini la Israel umbali wa maili sabini baharini kutoka pwani ya Gaza. Israel ilidai msafara huo ulikuwa ukiingia eneo la vita na kuvunja mzingiro halali wa baharini, huku wanaharakati wakieleza kitendo hicho kama kisicho halali na cha kukata tamaa. Israel imethibitisha kuwa watu 143 wametiwa mbaroni na wanapelekwa bandari ya Ashdod kwa ajili ya kufukuzwa. Serikali imeonyesha video ikimonyesha Thunberg akipewa maji na koti na wanajeshi ikisisitiza kuwa wote wako salama na wenye afya. Hata hivyo, wanaharakati walidai walishambuliwa kwa maji ya shinikizo kubwa. Tukio hilo limekosolewa vikali duniani kote. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alisema ni uvunjaji wa sheria za kimataifa na kudai kuachiliwa kwa raia wa nchi yake akiwemo ya mjukuu wa Nelson Mandela. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ililitaja tukio hilo kama shambulio la kigaidi. Rais wa Colombia Gustavo Petro aliwafukuza wanadiplomasia wa Israel kufuta mkataba wa biashara huru na kudai kuachiliwa kwa, kwa raia wake wawili waliokuwa kwenye msafara huo. Waziri mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim alithibitisha kuwa raia 23 wa nchi yake wametiwa mbaroni wa, na akaahidi kushirikiana na viongozi wa Mashariki ya Kati kuwapigania. Kwa upande mwingine waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni alikosoa jaribio la msafara huo kufika Gaza, akisema halina manufaa kwa Palestina. Amnesty International imelaani kitendo cha Israel ikitaja, ikitaja mzingiro wa Gaza kuwa batili, huku mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ameitaka Israel kuondoa mzingiro mara moja na kuruhusu misaada ya kibinadamu. Wataalamu wa sheria wamesema huenda wanaharakati wakashughulikiwa kwa ukali zaidi safari hii, huku kukiwa na taarifa kuwa wanaweza kupelekwa gereza la Ketziot, gereza lenye ulinzi mkali kusini mwa Israel. Kikundi cha haki za binadamu cha Israel Adalah kimeonya kuwa huenda wakashikiliwa kwa muda mrefu. Maandamano yamezuka Ugiriki, Ujerumani, Tunisia, Uturuki na Italia ambako vyama vya wafanyakazi vimeitisha mgomo wa kitaifa kuonesha mshikamano na Gaza. Nchi kama Pakistan, Bolivia na Ireland pia zimeeleza wasiwasi huku Ireland ikithibitisha kuwa raia wake saba akiwemo Senator Chris Andrews wako miongoni mwa waliokamatwa. Msafara huo uliosafiri kutoka Hispania mwezi mmoja uliopita ulikuwa na wabunge, wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu. Waandaaji walisema lengo lao ni mshikamano wa kufikisha misaada ya kuokoa maisha moja kwa moja Gaza, sio kuchochea vita.